Safi safi. Stani kwanza alikuwa mtu fulani mcheshi sana. Stani ni mtu ambaye anapendwa na watu pia. Stani pia alikuwa anapenda kuishi na kila mtu vizuri. Huyo ndio Stani. Ah, kiukweli nilikuwa napenda sana magari, nilikuwa napenda sana maisha mazuri. Lakini sikuwaigi kutamani cha mtu. Eh, yani upate chako hivi. Yaani kwa natamani nipate changu na ndio maana sikuwaigi kujua gari mpaka nilipokuwa na gari yangu. Ilikuwaje ile first time kabisa? Ulinunua, ilikuwaje ukapata gari yako ya kwanza? Oh, nikawa wakati niko Mwanza nikapiga mahesabu pap. Yangu hii nilomaliziwa huko. Mm. Na ambaye naenda kukutana nayo niloihifadhi hifadhi da huko. Tayari inafaa kununulia gari. Kwao niliposhuka ile airport pap nikachukua yani, sijataka hata kumpigia mtu njoo nifate, nikachukua teksi mwenyewe pale pale yapoti, kafika mpaka shorum. mm -hmm. Bwana gari fanakobwa, gari yangu ya kwanza ilikuwa gapoti, gari bwana, shin kadhaa. Ok, nikanunua baada ya hapo, baada ya poti, baada ya poti, nakumbuka niliuza gapoti, nikanunua gagari kwa mtu ambao, ah, ligari bwana wenyewe walikuwa naitabuti la mtoto fanikago <laughs> yeah kizee gari ya gari ya kizee kizee. Lakini katika maisha yenyewe anakwambia fanya kile ambacho unahisi we kwako kwa kiko sawa, usifanyi kwa ajili ya mtu. Nilikaa nayo ile gari kwa muda kidogo, kama miezi kadhaa hivi, sijua ni muda gani, kama miezi kadhaa. Nikawa nimezipenda sana hizi gari, kwa hiyo nikaingia kwenye Da dala, da da ni da nilikuwa napendaga kipindi ambacho naangaika kwenye sanaa lakini kiukweli kweli nilikuwa naumia sana. Yaani kuna kipindi unafana daladala. Kwa sababu mimi wakati nilikuwa na wish maisha fulani ambapo sio yale ambayo niliyokuepo kwamba kupana kwenye daladala. Mimi nilikuwa na wish kwamba da utakuja kuna dream mtu fulani mwenye gari yangu ambapo nikishika kio pop. Yaani kwanza mtu anamuangalia kwa mikogo yaani, kama una hela kama una milioni mia nane hivi ndani lakini kumbe ndo hivyo apeche ya lolo, umeona. Kwa hiyo usikio papo wa swesta wako, alafu naangalia hai e, ni taratibu, umeona. Lakini ndo hivyo nilikuwa na wish coil, nilikuwa nikipanda kwenye daladala hivi mm, ah, na nikuta inaniuma same time, zilikuwa hata nilikuwa namuonea wivu mtu ambaye alikuwa anapanda pikipiki lakini no. Baadaye ukaja kumiliki pikipiki? Ndo sikuwahi kumiliki pikipiki piki, la niliwahi, nilikuwa napanda bodaboda kafika kipindi nikatoka kwenye daladala nikawa bodaboda bodaboda bodaboda hivo boda. Hivo tunaenda kwenye bodaboda boda. Mwisho wa siku nikaona hebu ngoja nitoke kwenye bodaboda, nikaingia kidogo nikawa kwenye mabajaji teksi bajaji. Lakini zile bajaji teksi inakuelekiwana ile mtu akupakia mwanangu, saribakora waona sehemu fulani kuta mtu kakupeleka kama posta hivyo kakupeleka kwa buku tano buku saba, yaani kama kaeka mafuta vi yani, nikakutoa mbali unawambia ok fresh, mwanangu, kama vipi nitakutaja aina roma Tani unapenda nini kwenye hii gari yako? Uh, kwenye gari yangu kwanza mimi kabisa napenda mziki mzuri mm -hmm. Uh, ukiona mziki mzuri pia zipigwe nyimbo ambazo nazijua mimi ila ukianza kunipigia, ya, kuna nyimbo za Kiingereza nazielewa na nazipenda, ila napenda ipigwe nyimbo ambazo mimi nitaweza kuiimba, ila kuna mtu anaimba kama anamung'unya, ni Kiingereza uwezi kabisa. Hapana. Kingeeza nakijua kwa sababu kusoma nimesoma, sio kama kwa sababu ila, yeah, kuna mtu anaimba kama anamungunya <laughs> lakini na, na, na, kuna nyimbo baadhi nazipenda, lakini sio zote kiukweli. Napenda sana nyimbo za Kitanzania, yeah, napenda perfume. Naipenda perfume moja hivi kama strawberry hivi inakuwa ina harufu nzuri sana ambayo uki unajua, spray ambazo nazieka mimi za gari, ukiiweka kwanza, ina ile AC inapopuliza yenyewe nayo inakuja ina mpaka kwenye nguo zako, yani ukishuka kama ndio unaenda kukumbatiana, ndio kama unakumbatiana na, na, <laughs> na Imam, Mungu wangu, lazima udate sasa wangu kia vizuri, umeshaelewa lakini. Bwana, juzi kati hapa nimetendwa kidogo, ehe <laughs> ilikuwa je. Ile spray ambayo naipenda mimi ya strawberry nikaenda nikakuta imeisha pale kwa Dick Sound. Mhm. Mm -hmm. Nilipokuta imeisha nikamwambia nigeeni yeyote ambao na hisi wewe nzuri. Akanigea nika nikaitia ile kabana mule kwenye gari nikawa natoka na safari huu naenda WCB. Sasa nafika pale nikashuka. Kumbe kitu tayari mm -hmm. Kishakuja kwenye nguo. <laughs> Nashuka naingia ndani pale. Kwanza mtu wa kwanza kabisa nakutana na kifesi. Mhm. Mm -hmm. Akaambia bwana, Wamepaka mafuta ya mbu. Ah! Nikaambia "Lee, ahla bi unanukia kama dawa ya mbu." I say, nilitoka pale kimya kimya, sijamwambia mtu yoyote nikatoka nikaingia kwenye gari nikaitoa ile spe nikaitupa tupa kabisa. Ah, nimetoka kuinunua siku hiyo hiyo na nikaitupa. Kwa sababu pia sikuwa nakwambia. Yaani kwanza mimi mwenyewe, lakini walikuwa mtu mmoja. Yaani ile harufu tu mwenyewe ilikuwa inafika kipindi, na wananiambia anahisi ndio kama imezidi kunikera. Na bado kwenye gari still ikawepo, ikawa inazidi kunikera ni garimu. mm -hmm. Yeah, kama siku mbili hivi mpaka ile harufu kukata kabisa yeah. Hiyo tinted, yani? Tinted. Yeah, tinted, kwanza nasema mamangu imepungua ndio maana naona kama kuna alama hizi, alama nimepunguza, nimeziba. Ah, oh. eh, ni mpaka chini. Okay. Eh heh, lakini nilipataga majanga ilikuwa mm -hmm. Eh, kipindi cha mvua na kwa sioni vizuri mvua ikinyesha. Umeona? Sasa Ubungo pale nikawa nataka kuyutan ili nirudi huku. Nirudi huku kama naenda kama naenda posta. Wakati na yutan si, ni tinted kabisa mvua inanyesha usioni. Nilipanda zile sehemu zile. Eh, kama alafu nilikuwa mwendo kidogo nilipanda zile ta. Nikasema ise Mungu ameninusuru. Kwa kweli niliumia, lakini sio sana kidogo tu da. Gari iliumia. Gari nilifikia nilitizamia pale. Niliendelea mwendo nikaenda mpaka studio kwa Nei Sinza. Nikamwambia baba, leo nilikuwa kama nahisi ndo vile tena, lakini nashukuru Mungu, niliumia maeneo ya kichwa, sababu nikawa nimejigonga kidogo, lakini gari nilikuta iko vizuri, kiukweli ni gari nzuri pia. Yeah. Kwa na hizi za pembeni hazikusumbui. Ya, yeah, hizi za pembeni hazisumbui sana. Mm -hmm. Hapo tupo nimeweka hiyo, lakini naona bado kama tena inaonyesha nikazidisha. Ah uh ah. -uh. Eh ni shushu. Kwa nini unaweka tinted? Mimi napenda tu tinted. Au utaki wananchi tukuone? Naipenda tu tinted hivyo. Kitu gani ah, ambacho uliwahi kukutana nacho yeah? Ilikuwa the first time kwenye gari yeah. Ukijui afu kikakuaibisha afu ulikuwa mbele za watu, ulikuwa na watu, kitu gani? <laughs> Ah, nakumbuka siku moja hmm, kuna msichana mmoja hivi alinipigia akaniambia, unajua mwanzoni kwenye kumiliki gari siku za mwanzoni mwanzoni zile hmm gari yako, kitendo cha kuwa na mafuta, mtu yoyote anayekupigia njoo sehemu fulani, hata wewe Bagamoyo unafika, yani yani, ile gari tu iwe na mafuta, yaani wewe sehemu yote unakwenda, ndio siku za mwanzoni mwanzoni. Kwa hiyo mtu alikuwa amenipigia, akaniomba sana, ninaomba uje unifuate Mwananyamala. Mimi uu, nikawasha gari mpaka Mwananyamala pale. Kufika Mwananyamala nimempakiza sasa yule bibie, kwa sababu wakati naenda nilikuwa nimeweka gari mziki sasa kuweka gari mziki, mziki ukawa unapiga unapiga, kwao kuna kelele zile za mkanda sizisikii, umeshanaela. Basi nimeenda mpaka huu, nikafika nikamchukua, kana hapana, hebu toa huo mziki. Basi kwao tukatumeanza safari. Wakati tunaanza safari, mimi na yeye hatukufunga mikanda ya gari, usiku, kwao ikaanza kulia ile alamu ya mkanda, ti ti ti, unajua mapigo ya moyo yalienda mbio, nikajua tayari wenda kuna mtu sio, amenitegeshea bomu, sijui. Yani sielewi, nilikuwa na hisi ni kitu gani. Umenielewa, nika nika ile bibi nikaambia hii nini. Najua mimi muoga, afu mimi napokuwa muoga sio kama nitajificha eti, nikaambia hii nini, lakini nikajifanya kwanza kama mjuzi mjuzi, kaambia hii nini, akaambia mwe, sijui inalia kwenye amaza inyamazi, afu ukizidisha speed na hivi hivi inazidi. Nikaambia bongoja, tupaki. Tukapaki pembeni, nikasema mungu wangu nini Nikatoka pale nikampigia kitale simu, oya mwangu bwana, alikuwa anaendesha gari bwana. Nasikia sini ina nini, ina lia, ambia, e Tii, na nini nalia titi. Akaniambia hebu funga mkanda, nikafunga ti, nafunga naona imenyamaza. Nikaambia ule bibie, nilihisi tu yaani, kwa nikawa najua <coughs> <coughs> nikaambia nilihisi tu yaani <coughs> <coughs> ya sema eh, sema unajua <coughs> gari eh, sema siku gari na mambo mengi bwana, unaweza kuchanganya mara, lakini kiukweli ni kitu ambacho kiliniaibisha sana. Siwezi kusahau hicho kitu. Tano ambayo naipenda